Ndoa ni makubaliano kati ya muoa na muolewa. Ndoa inahitaji kuwa na wali, shahidi, pamoja na mahali. Vikikamilika hivyo basi, ndoa ni halali. Kwa hivyo kama ndoa ilikuwa ina mfungishaji, ilikuwa ina mahali, ilikuwa ina wali, hiyo ndoa wala haina tatizo lolote, na anayeolewa pamoja na muoa wakakubali, ndoa imepita. Ndoa ni katika suna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na asiyekuwa katika ndoa hayuko pamoja na Mtume. Kuna hili pia ambalo kwa Tanzania wengi limechukua sura. Mchana nikasema kama kiongozi wa dini pia inabidi nipate maono yako katika hili pia. Tumeona juzi eh, Sheikh Walid eh, kuna video ambazo zilitembea, zili zilivuja ikaonekana amewafungisha ah, ndoa Diamond na Zuchu, na yeye mwenyewe alikuja akazungumza akasema kwamba ah, ni miezi kadhaa nyuma imepita. Eh, tuanze kwanza katika ah, kufunga ndoa. Uh, kwa, kwa, kwa, katika Uislamu uh, inatakuwa iwe katika mazingira gani hasa? Ndoa ni makubaliano kati ya muoa na muolewa. Ndoa inahitaji kuwa na wali, shahidi pamoja na mahali. Vikikamilika hivyo basi, ndoa ni halali. Kwa hivyo kama ndoa ilikuwa ina mfungishaji, ilikuwa ina mahali, ilikuwa ina wali hiyo ndoa wala haina tatizo lolote, na anayeolewa pamoja na muoa wakakubali ndoa imepita. Ndoa ni katika suna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na asiyekuwa katika ndoa hayuko pamoja na Mtume. Kwa hivyo ukimwona mtu ameoa kwa mujibu wa Uislamu, huyo ni katika suna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameingia ame. Kwa hivyo Platinum kwa kuwa ameozeshwa na Shewa Mkoa, ile sio maigizo, tunaona ni ndoa halisi kama Muislamu tunampongeza kwa kuingia katika tendo la halali, kwa sababu ameipuka. Kama alikuwa anafanya dhambi ya zina, ameiepuka kwa asilimia kubwa. Sasa ameingia katika uhalali, mengine tunamwachia na Mungu wake, lakini ndoa ni ndoa halali kabisa ili kwa zungumza, kwa nini ili iliwekwa siri imekaa e, sheikh mwenyewe alizungumza, amefungisha miezi mitatu minne nyuma huko, kwa nini ikaa ni siri? Itakuwa e, ndoa ni kitu ch ambacho hata Mwenyezi Mungu anampendeza pia, kwa nini uweke siri? <coughs> ndoa ni siri baina ya muo mwoa na mwolewa, na ndio maana tunaambiwa hata uchumba msitangaze uchumba, unakuwaga ni siri, ni maamuzi yako, kutangaza kwamba kuoa kwa sherehe ni maamuzi. Sherehe ni sehemu tu, lakini ndoa ni ile ile fatiha ikishapigwa na kusoma hutuba ya ndoa tayari ndoa imekamilika, na mahali ikatolewa, vingine vinakuwa ni, ni asbabi ni kama sababu. Kwa hivyo Diamond Platnumz kama alioa muda mrefu, kwanza nampongeza kwa sababu watu wengi watakuwa walipata dhambi ya kumuhukumu kwamba huyu wanafanya zinaa na nini. Kwa hivyo ile dhambi unaendelea kuipata kwa kumuhukumu mwanadamu mwenzio, lakini ule kwa sababu ni kioo cha jamii, pia kuna vitu vingi ameviepuka kama kijana anayefanya kazi yake ya mziki aliona ni bora afanye mambo kwa siri. Mishanelewa. Kwa hivyo kufanya mambo kwa siri, wako wengi tumbona wanaoa kwa siri. Eh, sio mbaya kuoa kwa siri hakuna kosa kwa sababu ni ndoa umeoa. Ni ndoa ni, ni, ni makubaliano kati ya muoa na muolewa. Eh, wewe unayeoa na anayeolewa kama anayeolewa akakubali iwe siri, anayeoa akakubali iwe siri. Wewe ambaye uolewi unakasirika nini au povu la nini? Chochote sherehe wa, wa, wa, wa, Walangu, sherehe ni anasa tu, ambapo zile pesa za sherehe mnaweza mkaziweka kwenda kuanzisha mtaji na biashara na kazi nyingine mkafanya katika maisha yenu mkatoa sadaka kwa watoto yatima. Sherehe ni sehemu ya anasa tu, wala haina ulazima mkubwa katika ndoa, kuna hili ambalo pia lilikuwa nazungumza linatajwa endapo ni kweli, lakini sasa watu wanasema kwamba uh, inadaiwa Diamond amempa talaka tatu Zuchu Kat, uh, katika Uislamu hasa baada ya kufunga ndoa itakuwa upite muda gani hasa mwanaume ampe talaka mwanamke ambaye amemoa? Hayo ni mambo ya kisheria. Mtu akipewa talaka tatu, kwanza inatakiwa mpaka aje ya olewe na mtu mwingine, akiachika, wewe ndio unaweza kumuoa. Lakini sasa hayo ni romance tu ambazo hazina ushahidi kwamba talaka tatu zilitoka. Eh, kwa hivyo hivyo ni vitu ambavyo havina ushahidi, sisi tunavizungumza tu kama ushabiki. Eh, eh, lakini mtu akiachika talaka tatu ni lazima aende akaolewe sehemu nyingine, alafu yule mtu kama anamtaka akiachika kule ndo yeye anatakiwa muoe tena, maana ya talaka tatu. Sababu tena yule wewe huwezi kumuoa ukishampa talaka tatu, lazima aolewe, akishaolewa wewe ndo unakuja unamuoa, kama ikitokea miachika lakini. Eh, kuna, kuna, kuna kipindi maalum ambacho kipite mwanaume bila kuoa baada ya kutoa talaka? mwanaume hata ukitoa talaka leo, kesho unaoa, hata leo hii unaoa. Eh, kuoa kwa mwanaume ni wakati wote, ni uwezo wako tu hmm. e, kufu, baada ya kufunga ndoa atakuwa pita muda gani hasa ndoa mwacha, eda, ambayo mwanamke anakuwa anakaa ili kuangalia katika kile kipindi ambacho anaangaliwa kama alikuwa na ujauzito wako na wewe unatakiwa na unamhudumia ili upate uthibitisho, kama akiondoka sasa zile siku zake zimepita, unajua kwamba huyu hana kiumbe changu. Maana kitendo cha wewe kukaa umempa talaka unaishi naye kile kipindi ni kipindi cha uangalizi, ili kama ulimpa mimba ujue kwamba huyu mwanamke nimemwacha akiwa na mimba, ili kutafuta haki za msingi za yule mtoto, kwamba anaachika mwanamke akiwa na mimba ya fulani bini fulani, ili usije ukamwacha ameondoka, alafu ameenda huko amekutana na mtu mwingine, mimba yako wewe akaenda akampa mtu mwingine. Ndio maana tunasema kuna kipindi ambacho mtu anakaa nyumbani kwa yule mume, anatakiwa muhudumie. Sasa kile kipindi ambacho nyinyi mnahudumiana pale ndo huruma inaweza ika ikafanyika ukabatilisha ile talaka, kama ulitoa moja au mbili, kwamba nakurejea mke wangu, tuendelee kabla ya zile siku za araka kuisha mkayajenga. kuna, kuna, kuna, kuna hili ambalo pia twakilizungumza sana kwamba, uh, zamani ilikuwa inaonekana mwanamke kuta, mwanaume kutafutia, kutafutiwa mchumba ama mke wa kuoa na wazazi ilikuwa ni sahihi, lakini siku hizi imekuwa ni kitu ambacho ni kigumu sana hmm. Kwako wewe hasa ili ili ilili hata sasa hivi mzazi kama anakutafutia mchumba, amna ubaya. Kutafutiwa mchumba pia ni suna, sio mbaya kwa sababu wazazi hawa Mwenyezi Mungu amewapa ibra kubwa wameona dunia muda mrefu, wanajua mwanamke mwema, wanajua mwanaume mwema. Lakini leo vijana tunachakachua kwanza, halafu ndo ndoa baadaye mnasomana. Lakini leo ndo maana ndoa nyingi zinaingia zinakuwa sio ndoa zilizokamilika. Watu mmekutana tu barabarani, mlimani site, mmekutana bichi, mmekutana siu wapi, kwenye daladala, ndo maisha yetu yalivyo. Lakini zamani ilikuwa mtu anatoka kijiji kwenda kijiji kuangaika kutafuta mabinti ambao wanastahili kuolewa au kuvijana, kwamba utamuoa mtu gani, na inakuwa inaelezwa au familia inakuja katika mabarobaro, familia yenye mabarobaro wengi, jamani, imekuja hapa kwetu, kuna mabinti wazuri wa kuoa. Familia inaenda kwao, wanakagua. Mshanelewa eh? Zamani utaratibu, mtu unapitishiwa mabinti, unayempenda mchagua katika ambayo unayempenda, unampenda, mnapewa taratibu, unamwona, unamuoa mtu akiwa katika mwili wake kamili akiwa bikra, manake bado hajachezewa. Ehe. Sasa wazazi kutafuta wachumba watoto wao sio kosa, ni jambo jema sana. Lakini kwa leo mtoto kutafutiwa mzazi na mchumba, na mzazi anaweza kaona labda mzazi wangu huyu kama mchawi, yani yani anataka anidhibiti, yani anifunge yani. Eh, kwamba huyu anataka anifunge yani, ananitafutia mpaka mwanamke eh, lakini kumbe hujui kwamba mzazi anaona anaona mbali, na hata mzazi anapomkataa mchumba wako, kuna vitu ambavyo yeye anaviona wewe uvioni. Kwa sababu leo wanaume wengi mwanamke anamcontrol mwanaume, yani mwanamke anamdhibiti mwanaume. Sasa unakuta kile kitendo mwanaume anashindwa kuvaa lile vazi lake la la wanaume eh hey. Okay, uh, mwanamke kuitaka ndoa kwa sababu wengi wanawake wa siku hizi wamekuwa kwamba ile unamlazimisha mwanaume nioe nioe nioe, pengine hii ndio sababu ya, ya talaka kuwa nyingi ama ni ikoje hasa katika hilo? Yupo mwanamke anayetaka ndoa kwa heshima kama ya dini, kwa heshima kama ya staha ya mwili wake na staha ya, ya familia kwamba ameolewa, lakini huko mwanamke anapenda kuolewa kwa sababu ya fashion. Mimi nishashuhudia ndoa, mtu ameolewa mchana ameachika usiku. E, hiyo ndoa nishashuhudia, kaolewa, e, kaolewa mchana usiku kaachika ka nishanelewa. Sasa hivyo vitu vipo yeah. E, hivyo vitu vipo aonekane ameolewa, e, alafu lile jambo mm -hmm, likapita tu. Wanawake wengi tumezunguzwa mambo mengi sana uh, unalipi la kuambia watu wako pia uh, nimeona juzi pia ulikuwa unaendesha dua nzito kabisa, ulienda mpaka baharini pia. Kwa watu ambao pia atakapata huduma uh, personal na wewe pia wanakupataje? una unawaambiaje? huduma uh, zangu mi sasa hivi ni private tu kwamba mara nyingi nakuwa sana niko nje ya nchi nakuwa niko South Africa, niko Nairobi, Dar es Salaam, kwa hivyo kunipata mimi ni appointment. Bila appointment kwangu usije, ukija kwangu uwe na appointment. Ukitaka appointment, ingia katika mitandao yangu ya kijamii na utanieleza shida yako, kama naiweza nitakwambia njoo, kama siwezi nitakwambia tafuta mtu mwingine, kwa sababu sasa hivi kazi zangu nafanya private peke yake, sifanyi kwa mtu mmoja mmoja na. Ala mwisho nawaambia kwamba Watanzania tuunge jitihada kubwa zinazofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kudumisha umoja na mshikamano wa Tanzania. Taifa limetulia, taifa lina umoja, taifa lina mshikamano. Mimi nimetembea nchi nyingi sana katika bara la Afrika. Nimekwenda Kongo, nimekwenda Namibia, nimekwenda Botswana, nimekwenda Angola, nimekwenda Zambia, nimekwenda Malawi, nimekwenda Uganda, nimekwenda Burundi, nimekwenda Rwanda. Naona nchi ambazo zinazotuzunguka ambavyo watu wanavyoishi raia wake, hakuna nchi iliyo salama kama Tanzania, na kuhakikishia hilo Afrika Hakuna nchi iliyo salama kama Tanzania. Hawa unaowaona si wachungaji, hawa unaowaona si mashehe wanaopiga piga palala palala palala hawa, kwa kuzungumzia masuala ya hovyo katika nchi yetu. Hayo mataifa lilokutajia, hawapati nafasi kuongea hi ayo mambo wanaoyaongea katika nchi yetu. Hakuna nchi salama kama Tanzania. Kwa hivyo tudumishe umoja na mshikamano. Tusichekelee tu katika mitandao ya kijamii, nyie hamjatembea. Ndio maana watu mnatoka mapovu katika mitandao ya kijamii. Nendeni katika nchi za watu mkaone watu wanavyopata taabu. Hii amani inaupiganiwa katika nchi yetu. Leo tunakaa hapa mnanioji mnakula kiyoyozi, eh, mmekaa katika meza nzuri. Kuna sehemu za sasa hivi mabomu yanalika huko. Eh, watoto huko wanataabika. Hizo harakati kwa nini usipeleke Gaza wakaenda kupigania Gaza kule ambapo watoto wanakufa kila siku. Kwa nini usipeleke harakati kule kwenda kuisema Israeli na Marekani, lakini harakati mnataka mlete katika nchi ambayo imetulia haina kelele, nchi ambayo hatutaki ushoga eh? Mnataka kuwatetea watu ambao wanataka ushoga? Kwa hivyo hii nchi itabaki kuwa salama kwa sababu nchi hii iliombewa dua na mashekhe wakubwa na viongozi wakubwa, na nchi hii na karama, na nchi hii ni bora zaidi, na Mama Samia atashinda kwa kishindo, na mtabilia tena kwa kishindo mno mno, atashinda kwa kishindo mno hakuna hata mpinzani mmoja atakayemkaribia kula zake, hilo nalihakikishia moja kwa moja. Wala sija kasema mtu kwamba anajipendekeza, nataka ubunge. Mi sigombei mwaka huu, yani niko busy na kazi nyingi kuliko ubunge na kazi nyingi kuliko ubunge, eh, ubunge. Mshanalewa, sigombei, sijipendekezi, lakini kwa utabiri na maono ya mwaka huu, Mama Samia atashinda kwa kishindo cha tsunami, kishindo cha tsunami atashinda atapigiwa kura mno sana. Kina mama watampigia kura mno, vijana watampigia kura mno. Tunachotaka mama, tujengee Tanzania yetu iwe kama Dubai. Basi hicho ndo tunachotaka iwe kama Dubai, iwe kama Dubai. Nashukuru sana wakati wako, asante sana nashukuru na, na nyinyi Bongo Plus, Mwenyezi Mungu awabariki, karibuni sana asante sana.